Habari, naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Wapendwa, katika video hii nitashare na wewe aina nne ambazo unaweza ukazitumia kuweza ku-boost tangazo. Unapotaka kufanya matangazo ya kusponsor, unatakiwa ku-boost tangazo, kujaza vipengele kadhaa ambavyo inakuwezesha tangazo lako liweze kuwa boosted liweze kuwafikia wateja wa ambao unakusudia. Kwa hivyo, nitakueleza aina nne ambazo unaweza ukazitumia ku-boost tangazo. Kumbuka unapoboost tangazo, hakikisha kwamba umekwisha tengeneza akaunti yako ili kuwezeshe kuweza ku-boost tangazo lako, na umeweka malipo ili tangazo lako liweze kurushwa. Kwa hiyo ukishaingia katika Facebook katika akaunti yako wa Facebook, na umeshaingia katika page ukurasa ambao unakuwezesha ku-boost tangazo uta, utakwenda kwenye posti uta uta utakwenda kwenye posti ambayo umekushaiposti ambayo unataka kuiboost, utakwenda katika hiyo posti then utakuonyesha aina ya kwanza ya boost tangazo kwa hiyo ukishaingia katika ile post kama unaona hapo, ukishaingia katika page yako ambayo ndio umekwisha post. Kwa hiyo chini ya ile post eh, chini ya ile post utaona maandishi yaliyoandikwa boost post. Kwa hiyo utaklik boost post, ukiklik boost post itakuletea plasa ambayo utatakiwa ujaze vipengele uh, vipengele, kama automatic get more message ili uweze kwanza. Hii ni aina ya kwanza unaweza kutumia. Utajaza vipengele kisha utaboost post, then hatua nyingine unaweza kutumia, utakwenda pale juu kwenye ukurasa uh, wako, utabofya kitufe kile kilichoandikwa advertise, kibofya advertise itakwenda katika ukurasa ambao pia unatakiwa jaze vipengele ambavyo ndio vinakuwezesha tangazo yako uliweze kuoshwa. Kwa hivyo utachagua katika vipengele hivi, kuna boost post maana utachagua uta post ambayo tayari umesha post au ta create new post. Unaweza kuchagua create new post, utakwenda katika ukurasa mwingine ambayo utajaza vipengele vyote ili uweze kurusha tangazo lako liweze kurushwa. Kama unavyoona hapa, hii ndio tangazo lako. unaipengele kama bata, eh, goals. Utajaza goals ipi ambayo unataka uweze kuitumia kurusha tangazo lako. Uh, aina nyingine au namna nyingine ambayo unaweza ukaitumia, okay, kurusi tangazo Utakwenda utakwenda kwenye professional dashboard, utaklik professional dashboard. Ikichafunguka professional dashboard, utashuka chini, utashuka chini, utakuna sehemu inayoitwa tools. Utaklik uh, tools ah uh, tools. Utakwenda sehemu inayoitwa ad center, click ad center. Uh, uta create tangazo uta create uta boost post au uta create au utachagua create new ad. Kwa hiyo itakupeleka katika kurasa ambao unaweza ukajaza vipengele ili uweze ku boost kama unavyoona. Ah, uh, njia nyingine ambayo unaweza kutumia ku boost tangazo ni kupitia kwenye Meta Business Suite. Ushaingia katika Facebook yako. Utakwenda kwenye professional dashboard kama tulivyoona mwanzo. Professional dashboard. Professional dashboard. Shopping professional dashboard. Utashuka chini, utakwenda kwenye tools. Tools, utakwenda kwenye Meta Business Suite. Utafungua Meta Business Suite, lakini natakiwa uwe tayari umekusha download kwenye, kwenye simu yako, utakuwa tayari kukisha download kwenye simu yako. Kwa hivyo utakupeleka kwenye Meta Business Suite. Kama ukisha download mara ni kwamba utaifungua, ukishaingia itakuletea option ya kuweza kuboost tangazo Kwa hivyo kama unahitaji ku-boost tangazo, lazima uchague njia nzuri ambayo inakuwezesha kupata matokeo mazuri. Kuna njia ambayo ukiitumia kosti zinakuwa chini, na kuna njia ambayo ukiitumia kosti zinakuwa juu, na kuna njia ambayo ukiitumia unaweza ukapata uwezekano wa akaunti yako kufungiwa. Oyo, chakue, ambayo, taitumia. Kwa hiyo lazima uchague namna ambayo utaitumia ili uweze kuwafikia watu wengi kulingana na malengo ambayo ya biashara yako. Kama umefaidika basi comment umefaidika, au kama una swali uh, andika kwenye comment, nitajibu maswali yako.